kwa kupambana na vitendo vya ukatili wanawake na watoto na pia kuweza kuwadawia wachasheabazaesimiaeaaaa Natumia fursa hii kutoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbali mbali za uongozi muda utakapowadia, ikiwa ni hatua wa moja wapo ya kupata fursa za kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya kutoa maamuzi na kuandaa sera mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu kwa faida ya wanawake wenyewe na taifa kwa ujumla. Katika hili nataka niongeze kwamba katika uchaguzi unaokuja nitafurahi sana kuona wanawake wengi zaidi wanashiriki kugombea nafasi mbalimbali mbali. Kama nilivyosema awali, ninayo dhamira ya kuongeza idadi ya wanawake katika serikali kwa ngazi zote. Tunapokuwa na wilaya kumi na moja, ningependa kuona angalau wanawake watano mpaka sita wanakuwa wakuu wa wilaya adhimisha siku hii ni fursa ya kutathmini hatua tulizopiga katika harakati za kuleta usawa wa kijinsia na haki za wanawake, sambamba na kutafakari changamoto zinazowakabili kama vile ukatili wa kijinsia, ubaguzi na ukosefu wa fursa sawa, ili kuihamasisha jamii kuchukua hatua mwafaka za kukabiliana na hali hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha kuwa wanawake wanapata fursa sawa za kiuchumi kupitia sera na mipango mbalimbali mbali ya uwezeshaji. Kwa mfano, kupitia Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, kati ya jumla ya wanufaika 34,746 wanawake 17,811 wamenufaika wakichangia asilimia 51.2 ya wanufaika wote. Aidha, hadi kufikia mwezi wa Disemba 2024 serikali kupitia wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi imeze, imewezesha utoaji wa mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 34.9 ambapo shilingi bilioni 21 sawa na asilimia 60 zimeelekezwa kwa wanawake. Ziagiza ofisi za makamu wa pili wa rais na wizara inayoratibu masuala ya majukwaa kushirikiana na ofisi ya Rais, Kazi, uchumi na Uwekezaji, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, wizara ya biashara na viwanda, pamoja na wadau wengine wote kuandaa utaratibu wa kuhuisha majukwaa haya ili yalete matokeo yanayotarajiwa. Naomba nitumie nafasi hii kuwaomba sana wanawake, kwanza nyinyi wenyewe mpendane narudia tena, wanawake nyinyi wenyewe mpendane. Baadhi yenu hampendani. Tusipoyasema yasema haya, tutakuwa hatujawatendea haki, na mimi kwa sababu mlezi, mlezi katika kulea lazima niseme changamoto tunazozipata. Wanawake nyinyi wenyewe ndio mnakwenda kuwatilia wenzenu, mnakuwa na zile roho tunaita za kisongoro kwinyo Pendaneni ili sisi wanaume kazi yetu iwe rahisi, kuwa sapoti wanawake. Shida yake ukiona mwenzako anakuja juu na kwenda kuweka mguu ili asisogee, yeah. Haya mambo lazima tukubaliane kwamba tufike pahala tuwaandae na wengine, sisi tutafika pahala. Wanawake mlio katika nafasi mbalimbali mbali, mtaondoka watakuja wanawake wengine walio chini yenu, sasa kama ilivyo kwa wanaume na watu wengine wote. Sasa huu ni wakati mkubwa mzuri sana kutumia wakati huu kubadilisha mindset za baadhi ya wanawake, na tukapeleka mindset ambazo zitakuwa ni rafiki kuwaendeleza wanawake katika maeneo yote. TV inakupatia video mbali mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi. Tafadhali endelea kutufuatilia kupitia chaneli yetu ya TV, YouTube, Facebook, Twitter na Instagram, bila kusahau kudondosha komenti yako, kwani ni muhimu sana. TV, tupo kijamii zaidi. Ramadan na Tifu TV.